Mungu anataka kufanikisha hakuzi mazingira, anaongeza capacity ya roho yako kwanza. Anapoongeza ukubwa wa roho unakuwa na uwezo wa ku beba application mpya katika roho, ambazo utakavyozifanyia installation ndani katika roho, faili zake za display katika ulimwengu wakati watu mna focus na mambo yenu yaonekane katika ulimwengu, kwa kuwa matoleo yenu ya simu mnazotumia ni ya kizamani, inahitajika sasa uongezewe ukubwa wa nani, ili utakapozipokea application kubwa na mpya, mifumo yako ya nje hiyo nyepesi ku display kile umebeba nani, hata kama dunia inagoma. Ndio maana kuna baadhi ya simu Ukidangodi application fulani zinagoma kufanya kazi kwa sababu ukubwa wa kile kitu ulichokiingiza hakipo ndani ya hiyo simu. So kinachotengenezwa ni uwezo wa ndani ya simu me, unaingiza application ndani ya simu kwa ukubwa ulioko kwenye simu, ile application inaanza kuwa vizuri na maana mambo